Tayari uko tayari kwa ajili ya kutazama game. Upande wako ni upi kwanza? Kuna watu wanajiuliza, mheshimiwa yuko pale, upande wako ni upi? Ah, kwanza mimi wote ni pande zangu na ni mdau muhimu sana, lakini kubwa kilichonifurahisha ni namna gani mashabiki eh, na fansi wa vilabu wanaweza kuja pamoja wakafikiria jambo kubwa sana kama hili. Mara nyingi tumezoea tu ni vilabu vya Simba, Yanga, Azam na nini, na fansi wanakuwa hivyo, lakini wakati mwingine fansi wanagombana. Lakini leo hii unapokuta mahala fansi wanakuja pamoja, wanaandaa mchezo kama huu, wanawaleta watanzania pamoja, na unapokuwa na jambo la kimichezo, maana yake ni kwamba unaunganisha na eneo kubwa ambalo unaunganisha, unaunganisha vijana. Ukiingia humu ndani, angalia idadi ya watu waliokuwepo ni wengi, angalia rika la wale vijana, ni watu ni vijana hivyo, unaona kabisa watu hawa walikuwa na upeo mpana sana wa kufikiria nini kinachoenda kufanyika. Utafanya makosa makubwa ukifikiri kinachofanyika hapa ni kile kitendo cha watu kumi na moja kucheza uwanjani. La hasha, kinachoenda kufanyika hapa ni upendo mmoja ambao unatuleta sisi vijana pamoja. Kila kijana aliyeingia hapa anazungumzia upendo kila kijana aliyeingia hapa anazungumzia ushabiki. Wakati anazungumzia ushabiki, hana chuki ndani yake, ni furaha na utani ndani yake. Hivyo ni jambo kubwa sana, na mimi niwapongezeni, na ninyi mnachokuja kufanya hapa mnatuelimisha mnatuambia vijana wengine wote Tanzania kwamba nini kifanyike na nini tunatakiwa kukiiga. Asanteni. Sawa, lakini hujasema ah, upande. Nimekuambia mimi upande wote ni wa kwangu, ila huko kwenye eneo utaona wakati fulani we niangalie wakati upande fulani ukishinda ukishinda, yeah, au ukifunga goli utaona nimesimama. Kuna upande mwingine ukishinda, yeah, utajikuta tu basi. Ndio hivyo lakini, chukulia ndio hivyo hivyo, yeah. Ah, mimi nashukuru <laughs> <Sante> sana, ila wewe hujaniambia upande gani? Asante sana.